Ndugu zangu katika Kristo, karibuni, tuendelee na tafakari yetu ya safari yetu hii ya jangwani, ambapo leo tunaingia siku ya kumi na tano. Ninaamini wengi mnazidi kubarikiwa na aya ambayo tunaendelea kujifunza na aya ambayo tunaendelea kuya tafakari katika safari nzima. Tuliangalia aina za watu na tukatambua kwamba katika maisha yetu, katika safari yetu ya maisha, tutakutana na watu E, vitu vitakuwepo, matukio yatakuwepo, lakini asilimia kubwa tutakuwa tunakutana na watu. Sasa tuliona kabisa kwamba hata Musa naye amekutana na watu vile vile amehusiana uh, na watu. Watu wengine walikuwa wanamgeuka, watu wengine walikuwa ni kama walikuwa kinyume chake. Sasa ndugu mmoja akaniuliza, akasema kama tunakutana na watu, kama tunaingia katika misigano na watu, tufanye nini ili safari yetu iwe nyepesi tufanye nini ili safari yetu iwe nyepesi? Nikamwambia jibu rahisi, jibu rahisi ni kuachilia yote na kusamehe yote na kuwa mwepesi kuendelea na safari. Akasema baba, ni ngumu sana kusamehe, sasa hebu tuambie tufanye nini ili tuwe na roho ya msamaha, ili safari yetu iwe nyepesi? Kwa ndugu zangu, katika safari, katika kipindi hiki cha siku kadhaa, tutaangalia au tutafakari dhana zi nzima ya msamaha, ili tuweze kujua msamaha ni nini na tufanye nini ili tuwe na roho hii ya msamaha. Na kiukweli katika safari yetu ya maisha eh, tumeitwa kuwa watakatifu, tunaalikwa kuwa watakatifu katika safari hii, na unaweza kusoma hizo habari katika kitabu eh, kile cha mambo ya Walawi ile sura ya 11 aya 44 au waraka wa kwanza mtume Petro kwa, kwa watu wote ile sura ya kwanza aya 16 na Injili ya Mathayo, Yesu anajaribu kualika watu wote kuwa wakamilifu kama Baba alivyo mkamilifu. Huu ni wito ambao licha ya safari kuwa ngumu, licha ya changamoto ambazo tunakutana nazo, lazima kuuitikia. Kila mmoja kwa namna yake, ndio wito ulio mkuu, wito wa kuwa watakatifu, ili tuweze kumwona siku moja huyu aliye mtakatifu kuliko wote, ambaye ni Mungu Baba Mwenyezi. Lakini sasa tutafanyaje ili tuwe watakatifu? Ni lazima kuitikia wito huu kwa njia ya msamaha. Ukisoma eh, Lumen Gentium namba 11, i inasisitiza sana juu ya mwaliko huu, na naomba mwaliko huu ukae kwa kila mmoja wetu, atambue anaitwa kuwa mtakatifu. Naomba niwaambie kitu ili neno msamaha, eh, ni neno ambalo tumelisikia sana, ni neno ambalo tumetafakari sana ni neno ambalo watu wengi wamelihubiri na wamelifundisha sana lakini, lakini wakati mwingine tumejisema, tumesema kwamba tutalitekeleza, tumeahidi kwamba tutalifanyia kazi, lakini imekuwa ngumu sana sana sana. Maana yake si jambo jepesi. Sana kwa kuliongea inaweza ikawa rahisi, ila katika kulitekeleza inaweza ikawa ngumu sana sana sana na kwa sababu gani nasema hivi? Kwa sababu msamaha si kazi rahisi kuielezea, kuishi au kuutoa toka ndani ya moyo bila rehema toka kwa Mwenyezi Mungu. E, Mwenyezi Mungu anastahili, e, kuingia katikati, kuwa ndani ya mioyo yetu ili tuwe na rohi ya msamaha. Kwa sababu ndugu zangu, naomba niwaambie mara nyingine unaweza ukasema, Bwana mimi nitasamehe, ukajisema Bwana mimi naomba niwe na roho ya msamaha, lakini kiuhalisia, kiuhalisia si kazi nyepesi. Mara nyingine unaweza ukasema ah, mimi sasa hivi namwachia Mungu, lakini si jambo nyepesi. Unajua ni kwa sababu gani? Nitaeleza. Hii ni kutokana ni kutokana na maumivu, majeraha, uzuni, kukataliwa, vidonda machozi, majonzi, hasira, kukata tamaa ambayo kila tukikumbuka tukio zima linakuja tena, jeraha linatoneshwa tena, vidonda na machozi eh, kinafanyika kuwa kipya tena, na picha nzima ya tukio inaonekana. Unajua, unaweza ukasema kama nilivyosema, unasamehe, lakini shida inakuja tukio bado linakuwa bichi katika vichwa vyetu. Ni kitu kigumu sana. Unaweza ukasema ninasamehe, lakini bado nakutana na mtu yule yule aliyenifanyia jambo lile lile katika ofisi yangu. Hiyo ni changamoto, jamaa. Lazima tuwe wapeli. Ninasema nasamehe, lakini yule ambaye namsema namsamehe, ninasali naye jumuiya moja ninaishi naye mtaa mmoja, ninaishi naye katika paa moja, ila tumepanga wote, au ni mke au mume. Ni changamoto sana. Kwa hiyo naweza nikasema nasamehe, ila kila nikikutana na huyo mtu, tukio lile linatengeneza picha. Na mbaya zaidi, iwezekana aliyenifanyia anajua au ajui. Unaweza kutungiaza kukosea kwa kujua au kutokujua, na hata kama ajui au anajua bado namwona akiwa na furaha eh, baada ya nila kuishi maisha yake vizuri, kana kwamba hajaniumiza, kana kwamba hajanijeruhi. Kwa hiyo hicho kitu kinanifanya nazidi kuumia usiku na mchana, na roho ya msamaha hapo inakuwa ni ngumu sana kuitoa. Mara nyingine naweza nikasema tena, wacha nimwachie Mungu, lakini Mungu namwachiaje, wakati naamini amenipa uwezo wa kutenda amenipa nguvu za, za kutenda amenipa mamlaka mimi ya kutenda. Na mwachiaje wakati huyu nesema, namwachia, namuona yuko katika maya yangu. Kwa hiyo iwezekane, kawa nigeresha tu kwamba na mwachia Mungu, ili ila kiwalisia, na tengeneza mazingira, ili huyu aliyenifanyia yeye naye aweze kuonja magumu yale yale. Naweza ngasema na mwachia Mungu lakini nikisikia au nikiona huyu ambaye amenifanyia mabaya naye anapatwa na mabaya, roho yangu inafurahi, mtima wangu unafurahi, moyo wangu unasuzika. Nasema aye kwa wengine, hata kwa chini chini nasema mm, Mungu kanilipia, Mungu kanifanyia hivi, wacha naye apitie hivi. Lakini huku nilisema nimesamehe, lakini kumbe ndani kabisa ya mtima wangu Kiukweli, msamaha ni changamoto. Msamaha ni mgumu, kwa sababu nasubiri au ninafurahia huyu aliyenifanyia mkasa, aliyenifanyia visa, naye apate vile vile, niseme ajifunze, kwa sababu naamini asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Nataka ulimwengu umfundishe, hata kama mimi nimeshindwa kumfundisha. Sasa hii inakuwa si roho ya msamaha, naona kwa sababu gani? Ndani mwangu unakuwa nimejaa bado hasira, nimejaa bado hasira ya kujeruhiwa. Ninatamani jino kwa jino, lakini nashindwa. Ninatamani jicho kwa jicho, lakini nashindwa. Ndugu zangu, naomba niwaambie, hasira hizi sio mbaya. Hasira sio mbaya, lakini hasira zinapopelekea katika kutenda dhambi, hapo ndipo panapokuwa na tatizo na hapo ndipo ugumu unatokea, na hapo ndipo shetani anachukua nafasi. Ukisoma waraka mtume Paulo kwa Efeso, ile sura ya 4 aya ile ya 26 mpaka ya 27, inanena vizuri juu ya jambo hilo. Asira ni nini? Neza akasema asira, si nimesema sio mbaya. Asira ni ghadhabu anayoipata mtu kutokana na kitendo kilichotokea kweli au cha kusemwa au cha kufikirika kinachoumiza mtu mwenyewe moja kwa moja au mtu wake wa karibu na hasira Mungu ametuwekea ndani mwetu ili ziweze kutusogeza au kutusaidia ili kutulinda. Kwa hiyo sio kitu kibaya, kila mmoja amewekewa hii kama silaha, ila unapoitumia hii silaha uliyowekewa ndani mwako vibaya, hapo ndipo sasa tatizo linapotokea. in, mm. lazima kuelewa, kuelewa hilo. Kwa hiyo hasira sio mbaya, ila tunapoitumia kinyume na yale ambayo yamewekwa kwa ajili yake ndipo hapo inakuwa ni tatizo kabisa. Sasa mwingine alisema hasira ni nini? Mwingine alisema hasira ni adhabu unayojipa mwenyewe kwa kosa alilotenda mwingine. Hasira ni adhabu unayojipa mwenyewe kwa kosa alilotenda mwingine, yaani unajiumiza mwenyewe kwa kosa la mtu mwingine. Kwa hiyo lazima ya kuangalia, je, unachagua ipi? Kujiumiza au kuwa free na kutumia hicho kitu alichopokea Mwenyezi Mungu ndani mwako. Vizuri, sasa lazima nimesema kuwa na roho ya msamaha. Msamaha ni nini? Msamaha ni hali ya kujiachia, kuachia na kutojishikiza na kila kinachonifanya nikasirike. Ni kitendo cha kumwia mtu radhi kwa kosa alilokufanyia au alilofanya ni hali ya kuachia kisasi, yani hali ya kuwa free ya kusema yametokea basi, wacha maisha yaendelee. Hiyo ndio roho ya msamaha. Ni hali ya kujihurumia na kutojiumiza mwenyewe, kwa sababu kutosamehe ni hali ya kuamua au kukataa kuachia yale mabaya niliyotendewa na kutafuta namna ambayo nafikiria inadhani kuu inadhani au nadhani inaweza kuwa suluhisho la tatizo ili ambalo limetokea kwangu au kuwa suluhisho la kile ambacho naona kinaweza kikawa sababu ya mimi kuumizwa. Kwa hiyo niseme ukweli kabisa kwamba kutosamehe, ni kujiumiza mwenyewe. Kutosamehe, ni kubeba mzigo mkubwa kabisa kwa sababu kichwani naweza nikasema lazima ili alilipe, lazima ili alilipe. Bwana wa Maria, nikubali kabisa kusema hivi: kusamehe si jambo rahisi hata kidogo, kwa sababu majeraha, majeraha si rahisi kuponyeka, sio rahisi, kwa sababu kuna vikwazo vikubwa ambavyo vinasababisha mtu aweze au ashindwe kusamehe. Narudia tena, kusamehe si rahisi. Ndio maana katika safari yetu hii tutafakari vizuri. Leo tumeangalia dhana zima, nzima ya msamaha, kutosamehe ni nini na hasira ni nini. Kwa hiyo nimesema, naomba niishi katika hili kwamba kutosamehe si rahisi, kwa sababu kuna vikwazo ambavyo vinazuia mtu ashindwe kusamehe. Safari inaofuatia, tutaangalia vikwazo vinavyozuia mtu kuwa na roho ya msamaha, na tutafakari kimoja baada ya kingine. Tuendelee na safari, na Mungu awabariki sana.